Jambo la kwanza la kuzingatia katika urejesho wa hatima yako ni kumshirikisha Mungu mipango yako na si mtu. Pale ambapo utakapomshirikisha mtu mipango yako, mambo yako ya siri ya ndani yaliyobeba utukufu wako, ndiyo mwanzo wa kuamua kujifelisha mwenyewe, kwa sababu mtu amebeba sumu inayoweza kuangamiza biashara yako, inaweza ikaangamiza ndoa yako inaweza ikaangamiza huduma yako. Mtu amebeba hiyo sumu, na ndiyo maana Mungu katika kitabu cha Yeremia 29 na mstari wa 11 anasema, nayajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mema ya kukupa wewe tumaini siku za mwisho, akimaanisha ya kwamba mtu wa kwanza kumshirikisha mipango yako ni Mungu, kwa maana analo wazo njema la kukuwazia ilo. Bibilia ya New International Version inasema for I know the plans I have for you Maanake Mungu anayo mipango, mipango mikakati ya kukufanikisha, mipango maalum ya kukuinua. Usimshirikishe mtu, nenda kwanza kwa Mungu. Mungu anao mpango wa kukufanikisha, watu wanao mpango wa kukufelisha. Mungu anao mpango wa kukupa ndoa nzuri, watu wana mpango wa kukuharibia ndoa yako. Mungu anayo mpango wa kukuinua kihuduma lakini watu wanao mpango wa kuweza kuangamiza huduma yako. Watu wamebeba mipango mibovu sana mipango mibaya sana na ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya tatu na mstari kumi na moja anasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Katika kipindi hichi cha urejesho, ninataka nikufunze jambo moja ambalo Mungu amenisaidia kulijua. Siku zote anayeiba taji lako sio roho, ni mtu, ni rafiki wa karibu, ni yule mtu wa ndani. Maana Biblia inasema adui wa mtu, mtu ni mtu wa nyumbani kwake. Nikuambie mwana wa Mungu, kuanzia leo, kabla haujatoa mipango yako nje, ingia kwanza kwenye chumba chako cha ndani, anza kumshirikisha Mungu, anza kumshirikisha Mungu, ongea na Mungu, mweleze mipango yako, mwambie Baba, nimekusudia moja mbili tatu, halafu yeye anayo mawazo mema anayo mipango mingine mema itakayokufikisha kwenye hatima yako. Ufunuo huu anatuambia anakuja upesi upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji yako. Biashara ambayo imebeba hatima yako ndio mtu amepanga kuiangamiza. Ndoa ambayo imebeba hatima ya huduma yako ndiyo mtu amepanga kuiangamiza. Huduma ah. ambayo ime, imepangwa kuinua kumwinua Mungu kimataifa, kumwinua Mungu katika sekta zote, mtu ndio amepanga kuiangamiza. Nikwambie jambo lolote ambalo limebeba taji, anayeiba taji sio roho, ni Shetani, ni mtu, ni mtu. Nasema ni mtu. Kaa mbali na watu, sogea karibu na Mungu. Mungu anao mpango mwema. Ubarikiwa.